Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC pamoja na waasi wa M23 wanatarajiwa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja tarehe 9 Aprili huko Doha, mji mkuu wa Qatar, kwa mara ya kwanza tangu mzozo mpya kuzuka mashariki mwa nchi hiyo. Mazungumzo haya yanakuja baada ya waasi wa M23, wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, kuteka miji miwili mikuu ya mikoa mashariki mwa Kongo. Hali hiyo iliongeza shinikizo la kimataifa kwa pande zote mbili kukaa meza moja ya mazungumzo. Awali, mkutano kama huo ulikuwa umepangwa kufanyika nchini Angola tarehe 18 Machi, lakini ulibatilishwa baada ya M23 kujiondoa dakika za mwisho wakipinga vikali vikwazo vilivyowekewa viongozi wao na Umoja wa Ulaya. Hadi mwezi Machi, serikali ya Kinshasa ilikuwa ikikataa vikali wazo la kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kundi hilo, ikilitaja kuwa ni wakala wa serikali ya Rwanda. Hata hivyo msimamo huo ulianza kuyayuka baada ya Rais wa DRC Felix Tshisekedi kukutana kwa kushtukiza na Rais wa Rwanda Paul Kagame katikati ya Machi mjini Doha. Tangu wakati huo, serikali ya Doha imekuwa mwenyeji wa mikutano ya pande hizo mbili kwa nyakati tofauti, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters lililoripoti Jumatatu.